Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kipkomo, kaunti ya Pokot Magharibi, Sheila Imbanga amewataka watoto kutoka jamii za wafugaji kujitenga na mila zilizopitwa na wakati, hasa msimu wa likizo ndefu napotarajiwa kuanza. Dominic Mwou ana taarifa hiyo. Akizungumza katika kituo cha kuwasitiri wasichana waliokolewa cha Peru Race of Hope kilichoko eneo la Morpus, naibu kamishona wa kaunti ndogo ya Kipkomo Sheila Imbanga amewataka ha, watoto hao kutojihusisha na mila hizo akijua kuwa zinalenga kwa harimaisha maisha yao ya baadaye. Sema hapa Kipkomo hakuna FGM, si ndio? Lakini huko huko Lomut wala ambao ko sehemu gani Kacheliba huko tunasikia early marriages, forced marriages tunasikia bado kuna FGM. So hizo ni mambo ambazo sasa tunataka tupigane nazo sisi. Hapa we can say we are safe, but after school where do you head? Labda wengine wenyu mnatoka Lemut, wengine wengi mnatoka huko Kacheliba. At the end of it all you have to take care of yourself, sindio? Nawambianga kila wakati, be your sisters keeper. Bimbanga Amesema idara ya usalama imeweka mikakati dhabiti ya kuwachukulia hatua kali za kisheria watakaohusisha wanao katika mila isopotovu, kufuatilia wale wasichana ambao wamepotea, wale ambao walienda nyumbani wakaambiwa enda oleka. So wale ni wasichana ambao sasa tunataka tufuatilie wako wapi. Na tukijua wako wapi, sisi kama serikali we do our part. We try our best kama kuna ule mwenye ameingiza Uganda, unajua ukishaingia Uganda, it becomes difficult to trace. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha Peru rais warcusenda Caroline Menach amewataka wasichana ambao wamekatisha masomo yao kutoka tatamaa ila wajiunge na taasisi mbalimbali za kiufundi ili kupata ujuzi mbalimbali. Uh, tunahimiza wasichana ambao wako nyumbani ya kuwa, kuwa ume pengine uliweza, aliweza akajifungua na kujifungua sio mwisho wa masomo. Tunawahimiza warudi shuleni waweze wakasoma ama wapate hiyo uh, ufundi katika colleges. Nikiripotia West TV nikiwa kaunti ndogo ya Kipkomo katika kaunti ya Pokot Magharibi. Jina langu ni Dominic Mwou, yeah.